wanaenda wanachelewesha mambo kiasi, kama yenye tunatumia nusu saa eh, kesi kama yenye tunatumia nusu saa wanatumia miaka ishirini ndio mtu mtu apate haki. Unaona, hiyo utakuwa umechelewesha mtu eh, lakini sasa hii ndio njia ambayo alitaka, wacha tuende nayo. Huyu ndio baba yako bro, hata kama amekuja saa hizi umepata mali nini na nini na kwanza, unajua umesema before mwelewani, lazima pat ni kwanza upate mali zako kwa kwanza, si ndio? yeah, before, tuwe, before mambo na baba hapa tuelewane, mi mm, nataka mali zangu

Asurudishe tu mali hapa tu... hmm? E, tuko kotini hapa hmm. E, tuko kwa haki hmm. Eh, sasa haki hmm. hapa ndio itakushikia nguo kama nyingine kwa... isipokuwa ya kotini <laughs> Hata mimi tukuuliza hivyo e, nijue. Sasa tutajua mwenye ako na haki na mwenye ana haki tutajulia hapa hmm, kwa sababu mimi mambo yangu ni waziwazi -wazi. Eh, siende kufajia vitukuwaziwaziziwazi mambo mm. eh, uh, uh, uh, uh, uh, eh, yangu ni wazi kabisa na daktari ako na waziwazi, anaweza tibu nani. Sitataka kukutibu sahii sasa, sawa endelea, endelea iko mm. na mambo mengi mm. sitaki kupoteza wakati mm. kuna mahali nafanitoke hapo pia, niende mtoto mm. yangu mm. umesema unataka mzee afanye nini? Inataka ajikune. <laughs> mm. Tumeona wengi, tumeona, tumesikia hii mambo imekuwa huku tunasikiaga kila siku kujikuna sijui kufanya, kufanya. lakini hujaiona. hata sitaona. utaiona leo. <laughs> simwambie bwana yenu wa... kile kitu... Eh? Kitu mimi nina wasiwasi, wewe unapenda sana kugonganisha familia za watu mm. na unapenda kuharibu mm. Badala sasa unafurahia nini mzee wa wenyewe akijikuna? mimi sijafurahia. mimi sijasema ajikune. arudishe tu mali zake. Mnisa, ajakataria mali eh? Eh? Yeah. Eh? Eh. na amesema yeye kisheria atarudisha ni nini, namengania wa napenda sana mambo ya kugonganisha familia. Huyu ni baba yako, Daktari, unamuogopa? Hazijapotea. Amekataa kunirudishia, si amekataa kunirudishia? Tulia tu. Mali limefika mimi wacha nifanye, nataka nimpeleke kwa njia ambaye mwenye daktari ametaka, si sawa sawa? Sawa, ametaka nimpeleke hiyo njia. Naona hii inaenda pole pole. Hebu achana na wewe na mali zako hapa, ukachunge ng'ombe huko. Huyu hata ako na mali gani? hiyo pesa tatu hiyo, sawa sawa Mm. Mimi mm. sija kuja hapa kujua vile mambo imekuwa ikiendelea. mm. <coughs> mimi nafuata haki mm. na mari ambayo imefika, kuna barabara ambayo amelazimisha nimpeleke, na hiyo ndo barabara ambaye anataka aende. mm. na amesema amesema mii daktari labda aoni shindano hiyo. mm. shindano imesema mtoto wake mwenye nde atamdunga mtoto mm. yangu Daktari, kazi kwako umesalimiwa, kwani kusalimiwa huyu ni wa kwanza mm. <laughs> si hata watu wanashina wakisalimiana? ah, umesalimiwa <laughs> <Yeah>? <laughs> salimiwa hata ufanywe nini <laughs> yeah, salimiwa salimiwa we <laughs> <laughs> salimiwa tu <laughs> <hazabaro. <hazabaro>

Oona sasa baba yako yeah. Songa mbele command. Songa huko mbele eh, songa. Jimmy, unaona gani? Ah, wacha hivyo. Una huruma. Wewe, wewe, songa huko mbele. mbele. Sasa Endu, eh, sasa, sasa, sasa yeah? Oh, hey, huyu akiumia nani atakupatia? Huko inaletagwa inaletagwa na na kiburi. kiburi. Hii wewe n

Alikuwa anajiona sana Jimmy. Hapana, imetosha sasa Jimmy, hadi mimi nimepata huruma. si alikuwa na kiburi? si ndo akianya huruma.

Hey, hey, <Chevy Mustang91> <Na>, na... sawa. E, sawa sawa sasa unaona watu kama hawa <m> ndio anatumianga <government> <m nationwide> iyo chao ya kwa lawyer. Wanaenda wanachelewesha mambo mm, kiasi kama yenye tunatumia nusu saa, kiasi kama yenye tunatumia nusu saa wanatumia miaka ishirini ndio mtu apate haki. Unaona hiyo utakuwa umechelewesha mtu eh, mm. E, mm. Lakini sasa ndio njia ambayo alitaka, wacha tuende nayo daktari. E, <laughs> kazi yako ni safi sana. Amekosa heshima akakosa nini akakosea daktari heshima, ndio hiyo, aendelee kujikuna Mali ndio jia, hata mimi nipate niate mali yangu, na wewe nyamaza, ukachunge ngombe mgongo mgongo. Nasherekea nini? Mbona unauliza jikune jikune wapi wapi? Mwambie mwambie masikio. Masikio. Masikio, masikio. Ndio. Eh, wewe, imetosha. Imeocha kaleti sasa. Tarudisha. Tarudisha. Eh, taendea. Taendea. Amekubali, najua kama ni discipline. Ame lakini mwenyewe ndiye aliamua kuenda hiyo njia, aliamua kuenda hiyo njia. Jimmy, imetosha, mruhusu waende yeah. E, tumalize hii kesi yeah. Lakini eh, baada ya hapa uta, uta saisa, sasa nataka uende lokubuku zote ine yeah. Alafu baada ya hapo najua titles ziko mbali, ziko kwa ofisi, hatuwezi leta sawa sawa saa hii. Wacha aleta kwanza yetu tujue what next. Mruhusu mruhusu waende, aende ulete